Kumbuke pia kwamba Muungano huu umewezesha nchi yetu kuweza kuwa na maendeleo makubwa, na nikitoa mfano wa mkoa wetu wa Katavi, tumeendelea kupata mafanikio makubwa sana kwa fedha nyingi ambazo zimeendelea kuletwa kwenye mkoa wetu. Tumeweza kupokea zaidi ya trilioni moja nukta tatu tatu tisa ambazo zimefanya kazi kubwa katika sekta mbalimbali mbali. Sekta ya afya, hospitali za wilaya, hospitali ya mkoa Vituo vya afya pamoja na zahanati vimekarabatiwa. Lakini upatikanaji wa dawa, vifaa tiba, pamoja na watumishi katika sekta ya afya tumeendelea kupata kwa manufaa makubwa kabisa. Tumepunguziwa safari za kwenda kutafuta huduma za kibingwa katika mikoa mingine, na kwa kweli maendeleo haya na huduma hizi zinaendelea kuimarika kila wakati. Kila mmoja ni shahidi kwamba karibu na pale alipo kuna huduma za afya ambazo zimeimarishwa sana. Lakini pamoja na hayo, kwenye sekta ya elimu tumeweza kupata ujenzi wa shule zaidi ya mia moja ishirini na tisa mpya, zikiwemo shule za sekondari mpya thelathini na mbili na shule za msingi mpya tisini na saba Na katika hizo tunazo shule maalum mbili, shule ambazo zitakuwa zinahusika na masomo ya sayansi. Shule ya sayansi, shule maalum ya wasichana inayoitwa Katavi wasichana tayari imekamilika kwa awamu za kutosheleza na tayari imechukua wanafunzi na wanaendelea kupata masomo yao, lakini ujenzi wa shule maalum ya wavulana Katavi Boys, na yenyewe inayojenza katika manispaa ya Mpanda, ujenzi wake unaendelea vizuri, na yenyewe itawezesha wanafunzi wetu wa kiume kuweza kupata masomo ya sayansi maalum kabisa katika shule hizo. Tuna mkakati wetu wa kuondokana na udumavu katika mkoa. Mkakati huu ni mkakati wa wananchi wa Katavi. Ni waombe wote tushirikiane, viongozi pamoja na wananchi, kuhakikisha kwamba mkakati huu tunautekeleza kwa pamoja, mkakati ambao tuna kauli mbiu inayosema lishe bora, afya yako, zingatia unachokula. Tuhakikishe kwa kwamba makundi yote muhimu ya vyakula makundi sita tunayazingatia na tunayapata katika mlo wa siku, ili kuendelea kujenga afya bora za watoto chini ya miaka mitano, wamama katika umri wa uzazi, vijana wa kiume katika umri wa uzazi, wamama wajawazito, wazee na kadhalika. Jamii yote inahitaji lishe bora, na kwa maana hiyo wote tushirikiane kuhakikisha kwamba tatizo la udumavu linaondoka katika mkoa wetu. Mkurugenzi mtendaji, kusimamiwa na mkuu wa wilaya zote hakikisheni kwamba kampeni hii ya kutokomeza udumavu katika mkoa wa Katavi inasambaa na wananchi wanaelimishwa na wanaelewa na kuzingatia, ili tuondokane na udumavu huo, kama inavyojieleza kauli mbiu ya sherehe hizi za Muungano za mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano kwamba Muungano wetu ni dhamana, heshima na tuno ya taifa shiriki uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Niwakumbushe kwamba ni mwaka wa uchaguzi mkuu unaotokana na Katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 na marekebisho yake. Na kwa maana hiyo, wananchi wote tuhakikishe kwamba kila mmoja anashiriki katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Tukianza na swala la kuhakikisha kwamba majina yetu wale ambao tuna sifa za kuwa e, wapiga kura yapo kwenye daftari la kudumu la mpiga kura. Kuanzia tarehe moja ya mwezi wa tano kutakuwa na awamu ya mwisho ya maboresho ya daftari la kudumu la mpiga kura. Kwa hiyo wapiga kura wapya waliofikisha umri wa miaka kumi na nane au watakaofikisha umri wa miaka kumi na nane itakapofika Oktoba 2025 wahakikishe kwamba wanakwenda kwenye vituo vitakavyotangazwa kwenda kujiandikisha. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, nikushukuru sana wewe kwa shughuli ambazo umefanya katika mkoa huu wa Katavi, na tukuhakikishie tu sisi kama sehemu ya mkoa wa Katavi wananchi wa wilaya Tanganyika tuko tayari kuulinda huu muungano na amani tulionayo, na tutahakikisha rasilimali zote ambazo Mheshimiwa Rais anazileta huku, hasa upande wa fedha na miradi, tutazisimamia. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, pia ni mshukuru mwenyekiti wa chama wa mkoa ambaye ndiye mwenye ilani zaidi ya miaka 61 hii ya Muungano anaona shughuli zinazofanyika katika mkoa huu. Ni kuhakikishia tu Mheshimiwa mkuu wa mkoa pamoja na mwenyekiti wa chama wa mkoa, tunaamini maelekezo ya serikali tutayatekeleza na hasa hili neno ambalo umelizungumzia hapa kwamba mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. Na katika hili, Mheshimiwa Muungano, niende kukushukuru wewe na chama mkoa, sisi tunaendelea kuu kulinda Muungano, na ndio maana wakati mkoa huu unazigawa hizi halmashauri sisi tulipendekeza wilaya hii hitu wilaya Tanganyika, maana yake tunaendelea kuunga na kuenzi mapinduzi pamoja na muungano wa Tanganyika na Zanzibar. Jina hili limekuwa maarufu sana katika nchi hii na mkoa huu, kwa linatubeba sana katika hili. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, kwa kweli tukushukuru sana kwa sapoti ambayo anatupa sisi wananchi wa wilaya Tanganyika na mkoa kwa ujumla.